Na mtazamaji, miongoni mwa wanafunzi wanaofanya mtihani wa kwanza wa gredi ya tisa wa KJ-SEA ni Caleb Spencer ambaye licha ya changamoto ya kupooza, anajiunga na mamilioni ya wanafunzi wa wanaoanza mtihani yao hapo kesho. Caleb Spencer anasema yuko tayari licha ya kupooza miguu yake alipopata ajali kwa kuanguka kutoka mtini wiki chache zilizopita. Crispin Otieno alikutana naye huko Kisii na kutuandalia taarifa ifuatayo. Pili, mwendo wa saa sita mchana Tunafika eneo la Stage Miwa, viungani mwa mji wa Kisii. Hapa tunakutana na familia ya Caleb Spencer wakijizatiti angalau kumuingiza ndani ya nyumba. Caleb mwenye umri wa miaka 15 hakuwa hivi wiki chache zilizopita. Alikuwa mwanafunzi mchangamfu kabla ya kuanguka kutoka mti na kupooza miguu yote miwili. Nilienda kuchuna, nilikuwa na chuna yangu loquats, so nikashikilia branch yenye ilikuwa imekauka, nikaanguka kutoka juu ya mti. Nilikuja na kichwa but kafika nika chini, nikatumia mikono, nikaenda ka ulemwene anafanya exercise, ndio nikaangukia mgongo, nikalala na mgongo So, kuenda kusimama ikapata miguu ifanyi kazi. Zikiwa zimesalia saa chache tu, kabla ya kuanza mtihani wake wa kwanza hapo kesho mwendo wa saa mbili asubuhi, kijana huyu yuko mbioni kudurusu vitabu vyake dakika za lala salama, akiwa na mzazi wake kando yake. Caleb anashikilia kwamba licha ya ugumu anaopitia kwa sasa baada ya kupooza miguu, hajakata tamaa yuko tayari kwa mtihani wa KJ-SEA hapo kesho kama njia mojawapo ya kutimiza ndoto yake siku za usoni ya kuwa daktari wa mifupa. nimejiandaa nayo, e, nimenunua vitu vya kufanya exam. Ah, nimekuwa nikirevise huku nyumbani. We thank God that at least he can be able to sit now kwa sababu hapo awali ya kuwa naweza kukaa Changamoto kuu kuanzia kesho ni jinsi ya kumsafirisha kila siku kwa takriban siku sita zijazo. Mwanafunzi huyu hii leo alishindwa kujumuika na wenzake kwa matayarisho ya mtihani wao hapo kesho, kwani mbinu ya kumsafirisha ilikuwa changamoto kwa wazazi wake. Uh, all we need is uh, support, tuweze kumsaidia aweze kurudi to... his normal condition ili aendelea na masomo yake. Crispin Otieno Runinga ya Citizen Kisi.